Kama wazazi tunajua watoto wa, wa, wa, walifanya mtihani, mtihani imetoka, sasa inaona eh, watoto wana, wan, wanachukuliwa mashule kadha wa kadha. Ningeomba wazazi wote, sisi wote tupeleke watoto wetu shule, kwa watoto wao wale wanaenda senior secondary school to make sure wameenda shule wote, tusiwache mtoto hata mmoja nyumbani, kwa sababu masomo ni masomo pekee yake ndio itaweza kutusaidia eh, kwa siku za uzoni eh, kitu ya tatu na kitu ya maana eh, pia wakati huu wa Krismasi. E, na tumeona mvua imeanza kurudi. e, tukitembea kwa magari wale, wale madereva tuko nao e, tuendelee kupeleka gari zetu kitaratibu. Hakuna maana ya kuwa na haraka e, kesho iko. Kwa hivyo tuende, you know, tuende kwa utaratibu na tuende polepole. Na pia wale tunaingia kwa matatu e, tuangalia kwamba hiyo matatu iko sawasawa, haijajaa sana, ndio ndio tukue tuepuke um, you know, ajali za barabarani wakati huu hatujapata mvua vizuri sana sana, sana pande hii ya Kenya na tunajua e, chakula itakuwa shida. Ningeomba e, viongozi wote, viongozi wote wale wanaweza kupata msaada kwa kuja wasaidie watu wetu. Kwa kuja wasaidie mashule zetu e, za msingi, mashule ya sekondari na pia kuko manyumbani. Tuangaliane, mali tunaweza kuomba, na kama hatuombi hata pia tutumie mali yetu ya kusaidia watu wetu. Miezi tatu tu e, mwezi wa nne mwaka ujao mvua itarudi na tutakuwa sawa sawa. Kwa hivyo ningeomba usaidizi e, kwa, kwa watu wote. Nataka kuomba kila mtu, kila kiongozi mahali yuko, tuangalie maneno ya nyumbani.